Bwana, tunaendelea kuchanja mbuga. Ukisikia okay, neno chanja mbuga ndo huku sasa. Hu mpugu, nadhani tuliuona hu mpugu tuliuona, na ndo mti ambao umetoa sosi ya jina la Pugu. Kazi Mzungu. Kazi Mzungu ni kijiji, tuko pamoja. Zamani nakuja kulikopamna hizi ngazi so kwa watu ambao walikuja zamani kama mimi, wanaweza kukuta utofauti kidogo. Sasa hivi kidogo kuna maendeleo, kuna ngazi kama hizi, japo hiking imekuwa ya kipekee zaidi kwa sababu ngazi zake sio zile za kuchosha. So na enjoy, na enjoy at the same time, napiga tizi k msitu. Um, umezungukwa na mipugupugu mingi sana kuliko miti mingine. Miti mingi Miti mingi. Miti mingi. Miti mingi sana hapa. Uh, tupo half ya hiking yetu kwenye kilomita moja pointi tatu mbili tuko kwenye mita mia tano mita mia tatu tuko wa tuna futi mita mia tano kwenye half ya ni ndogo sana, na kwa hapa apa naweza kwambea jiji la Dar es Salaam kwa asilimia tano mpaka kumi wa wakishuka hapa kidogo tutaiona mawasiliano au bungo ile jengo refu la mawasiliano ile iepa, tutaliona tutaiona Pugu kidogo, tutaiona Kinyerezi, tutaiona na Bezi kidogo kwa asilimia tano mpaka kumi aakule juu utn aasilimia tiinnnt stnazidi kupan tzn

anaitafunga pondo okay. Kwa hiyo nyoka kung'ata, mita 20, mita 40, mwanzo usifike na kibahatika kufika baada kupata dawa za kalanize ya hivyo ndio ni fazi, na usipomshambulia, usipomfuata, usipomzuru aise kuzuru, naweza kutembea njia moja, katembea wote na ana shida na binadamu kabisa, ila ndo sisi binadamu tutachukia nyoka ni mabaya ni kwa sababu ni kile cha ajabu, ila hapana, nyoka ni rafiki na kata kiangalia mtoto mdogo anachezaga na nyoka mm. Unakuta wazuri, hata sio kwa mtoto mdogo, hata kwa watu wazima tu wakubwa, unaweza kutembea naye hivi, hivi siku nzuri. Na kwa nyoka nao ni vivyo hivyo kama sisi, nao wanasikia mbali, wanawasiliana. Na hata uzuri wa nyoka pia anatembea hivi, anaweza kusikia mita tano kabla ya ujafika, anasikia nyoka kwenye tumbo lake chini, vile anavyotembea yeye, kwa vile anatembea chini, anasikia kitu kinakuja kabla hata kumwona. Kwa hiyo yeye anakuwa anajiami mapema na anakimbia na anaondoka. Anajua kuna kitu kibaya kinakuja, ndo sifa yake. Kwa hiyo anasikia, ana uwezo kusikia hata binadamu au kumbe yote, na mpaka yeye umfuate kule alipo, anajua kabisa wewe sim ni mtu mbaya, ndo atakudhuru. Ni nasipo mfuata ana shida. Kwa hapa tuko sehemu salama kabisa, sehemu salama, sehemu yote tutapita ni sehemu salama. Na tunaanza tulipotoka, tunapishana nyoka zaidi hata 50, wapo huko Mm. Na hapo kwenye miti hawana shida yote na sisi. Ndio. Madamu watawachokoza watafanya chochote, wanajua hawana shida yote. Hmm ila singejaribu kumshambulia hata mmoja, ingekuwa ngekwa balaa mnyama kelele. Kwa hiyo hawa, katika maisha yetu, tunazungumza kama kuna juma Levo kila mmoja wako na baba levo na shida yote, hakuna manyoka machawa kweli? Ah, wapo. Kwenye vile nao kuna wachawa kwenye binadamu ndio hivyo hivyo. Na hawana shida bwana. Kama nyoka mbea, binadamu ni mbea ifun ka nyoka mbea kwabantamalizia, yes. Hiking yetu yeah. Hiking kwa mlima huu ndio mimi nilobaki wa pekee, ni mrefu kidogo na pia una step zaidi yamembekasoro hii, hey. Kampani ya praktii Yeah. ni kwa watu ambao wanapenda kidogo experience kujisoti kidogo, kujikuta na yeye ni bali sana aishia hapo. Kwa wana wengi wakija, lazima wajaribu kufanya na, japo sometimes muda mm, yeah. Mwingine kuna watu na nawachona mikono anachoka, ni bora yeah. yeah. yeah. yeah, tu upande mwenyewe mpaka ajue umalize, ushuke salama. Ya kwa hapo ndio unatembea kama nyani. Ya hapo ndio anatembea sasa Ah uh, kuna njia mbili, imefika hapa, tushamaliza stop zetu ngazi zetu, kuelekea huko kwenye pango la mzimu wa Mavoga, kuelekea huko Msoro Peak au kwenye view ya kumbe jiji la Dar es Salaam. Tunaanza, tunaenda kwenye Msoro Peak, tukimaliza tunaelekea kwenye Caves. Ya bwana, Msoro Peak 277 mita. Mita? Ya. Sio mbali jamani. Tushamaliza, tushakaribia. Ni Mzumbwe. Pugu, kazi mzumbwe. Hakikisha mwa mnakuja kufanya mazoezi kama mnavyoona hivi eh, yote eh, nimechoka hatari sijala mimi nimekuja m imekuja huku sijala napata tabu sirudi tena sirudi tena sirudi tena jamani sirudi tena sirudi tena sirudi tena sirudi tena sirudi Bwana tumefika Msoro peak elevation mita mia mbili sabini na saba save tree, save lecha, save life. Tumeshazimaliza. Pande juu hapo, pande ah, juu tukacheki view ya Dar es Salaam, na niwakumbushe tu, haya ndo mapafu ya jiji ya Dar es Salaam. Sasa tukaona hiyo kujisikia Dar es Salaam we bana. Wanangu wa nguvu, hili ndio jiji la Dar es Salaam. Mimi namchungulia kila mmoja wetu. Hapo utaiona Posta, utaiona Ubungo, utaiona uwanja uh, wanja wa taifa ule pale na uona ah uh, borofa pacha zile pale, BOT ile pale. Yaani kila aina la jengo ambalo lina ni famous Dar es Salaam hapa linaonekana. Dar es Salaam ndogo. No. No. No. Sana. Next stop iliyopita ilikuwa Zanzibar na leo tupo Pugu, kazi mzungu, na hii ni Metro Forest. Kuna huu mti tunaona hapa mbele yetu, tunatoa useless tree, useless. Huu mti ufai kwa chochote, yaani hauna matumizi kiufupi, hauna matumizi aina yoyote. Ufai kwa kimvuli, ufai kwa kuni, ufai kwa mbao, yaani kama mgomba wa jinsi ulivyo, mti wa mgomba ndizi ule ukiukata, okay, na mti upo hivyo hivyo, hata ukikata katikati pale miko ndani ya mti ona chochote, maanake utumiki kwenda shughuli yote, hata kwa dawa, hata kwa kimvuli aufata. Tukashuka tukaona hata matawi yake. Kuna mti una muda mrefu sana zaidi ya miaka thelathini, upo hapo. Hili ndo pango letu la Mavoga, Mavoga sikuicho kefsi hapa ndo kwenye pango la mzimu wa mavoga. Sasa ni muda wa kwenda kwenye kayak, naelekea kwenye kayaki na kayaki, lakini maji yaliyotulia nasikia hayana baraa sana si ndio? Amna. <laughs> kifaa kina mwenyewe.